Yani, kuna muda unajikuta tu una, una, unafanya tu ile kazi fulani. Unajua kasa hii kazi sio muhimu na sijua kuna nini. Muda mwingine unajua kabisa kwamba kazi fulani ni muhimu na inasubiriwa, lakini ukuta ile kazi huigusi, au ukifungua inakuchosha, unaangalia tu ah, unaona, lakini hebu ngoja kwanza nifanye haya kadude, yes, kadogo tu, ngoja nifanye haya kadude. Unaanza kufanya haya kadude au ngoja nifanye kitu fulani yani, lakini unajua hiki unachofanya hakina umuhimu wowote. Nataka nikupe siri, unaweza kufanya nini kuondokana na tabia kama hii? Hii ni tabia ambayo ipo inawasumbua watu wengi sana. Mimi mwenyewe iliwahi kuwa tatizo kubwa sana kwangu kipindi cha nyuma. Kabla hujafanya kitu chochote kile, jiulize hivi kwamba Bruce Lee aliwahi kusema, if you love life don't waste time because life is made up of time. Sawa? So, kama, kama unayapenda maisha basi usipoteze muda kwa sababu maisha yamejengwa na muda. Yani muda utakuwa una tik. There is another quote that says you may delay but time will not. Yani wewe unaweza ukajichelewesha unaweza ukachelewa, lakini mm -hmm. muda hautachelewa, kama wala muda hauwezi kumsubiri mtu. Nafikiri kwenye hilo tunakubaliana vizuri kabisa. Sasa leo hii nataka ni kushirikishe mambo ambayo yanaweza kuwa yanapoteza muda wako mwingi sana kwenye maisha yako. Kibaya zaidi ni kwamba wewe unaweza usijue, usione kama hayo mambo yanapoteza muda wako. Jambo la kwanza ni kutazama television kwa muda mrefu zaidi. Hiki ni kitu ambacho huenda sasa hivi watu wengi sana wanazama kwenye kitu hicho kwa sababu uh, it's entertaining, inafurahisha, unaona kama unapoteza muda wako vizuri, unatazama, unaenjoy, unaangalia series, sio tamthilia, unaangalia movies au chochote kile kingine ambacho unakifuatilia, sawa. Kwa hiyo na, na there is a quote niliwahi kusoma, inasema kwamba TV is a dream killer kwamba TV ni kitu ambacho kinaua ndoto, lakini ikiwa kama utaitumia kwa kuji, n yani, kujifurahisha tu au ku, kuwa entertained, lakini usiitumie labda kwa educational matters, labda kuangalia vipindi vya kuelimisha na nini inaweza ikakuelimisha au inaweza ikakupotosha pia. Kwa hiyo kama utakuwa wewe ni mtu tu wa kuangalia entertainment kila siku, ni rahisi sana masaa mengi yakapotea ukiwa umeganda na kodoa tu macho. Kibaya zaidi, unaangalia watu ambao wanaishi maisha yao. Watu wengi mle unaowaona ni kwamba wao wamechagua kufanya hicho kitu kwenye maisha yao. So you are watching other people while they are living their lives, na wewe unapoteza muda wako wakati wao wanatumia muda wao na wewe ndo unalipia. Sawa. So, kwa hiyo ni jambo la kwanza. Kitu kingine ni kutumia muda mwingi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kuna watu hapa huwa wanapiga double dose, wanaangala TV huku na wapo kwenye simu. Movie ikiisha tu majina akianza kupanda, ana mute, anaanza anaingia kwenye mtandao wa kijamii. Movie ilikuwa ya masaa mawili, anakaa mtandaoni masaa matatu. Huenda ikiisha hapo, labda anaanza tena kwenye kitu kingine. Uh, kupoteza muda kwenye mitandao inaweza ikawa rahisi sana, kwa sababu mtandao ulivyotengenezwa ni kwamba yani hii mitandao yote jinsi ilivyotengenezwa imetengenezwa ili iwe sehemu inayovutia. Na amini usiamini, kuna watu ambao wanalipwa pesa nyingi sana kuhakikisha kwamba wewe you are glued to the screen. Akili ya, yako iko pale, hautaki kuondoka pale kwa sababu kila unaposcroll unapo kitu, kitu kizuri, kitu kizuri, kitu kizuri, kitu kizuri. Na hiki na huyu kafanya yani kwao unajikuta kwamba on to the next one, on to the next one, just like a chain. Vile inakuwa mzunguko. Kwa hiyo aone cycle you're just running all around, kwa inabidi uwe makini sana, unaingia mtandaoni kwa kujua kwamba labda unataka kuangalia kitu fulani. Na kama je, wewe mwenyewe una create your own content so usio tu consumer kwa maana ya, kwa, ya kufuata content za watu, lakini pia uh, create your own za kwako wewe mwenyewe, na uwe una muda kidogo kuangalia watu wengine, lakini muda mwingi zaidi kuangalia content zako na kuangalia watu wamesema nini, kuwajibu labda walio comment then fanya mambo mengine sawa sawa. Kwa hiyo hili ni jambo la pili ambalo linaweza likakupotezea muda mwingi sana bila wewe kujua. Na kitu cha tatu ambacho kinaweza kufanya hivyo pia ni kusoma habari zisizo za muhimu. Kuna watu wamejiwekea utaratibu kabisa kwamba lazima kila siku yani wapitie labda ni magazeti ya udaku wanunue kwanza hapa. Yani maana wewe unapoteza pesa hiyo, ni rasilimali pesa na pia rasilimali muda, unatoa pesa yako kununua, unajua ili kolokolo limejaa upuuzi mwanzo mwisho kwa sababu kuna gazeti la udaku kabisa yani, okay? Najulikana kuanzia peji ya mwanzo mpaka peji ya mwisho ni kuhusu maisha ya watu ovyo ovyo, wao na na yani ovyo ovyo, zaidi amebakiza na maisha na wapenzi wao walioachwa, wanatembea na nani tu amebakiza kama ana shilingi elfu moja ninwe ni chakula au ni nwe nwe gazeti, msoso utakuja baadaye. You see, so kuna watu wako hivyo. Kwahiyo kwanza ile hali tu ya kusoma vitu ambavyo yani, sio muhimu unapoteza muda mwingi sana, kwasababu unaishughulisha akili yako kwa vitu ambavyo havitakusaidia kitu chochote. Na siri moja nikwambie, kila kitu utakachosoma na kikaingia kwenye kichwa chako kumbuka, kinaenda kutunzwa na itakuwa hiyo taarifa itakuja wakati fulani, it, yani ita, utaitumia wakati fulani. Kwa hiyo taarifa kama unazoingiza zote sio zenye msaada wowote, unategemea nini kitotokea? Kama unapenda kusoma, basi hiyo hiyo hiyo passion yako ya kusoma yamishia kwenye kitu kizuri zaidi, kitabu kama hiki hapa, how to talk to anyone. Fikiria how to talk to anyone 92 little tricks for big success in relationships, kwamba unawezaje kuongea na mtu yoyote, siri 92 za kufanikiwa kwenye mahusiano ya aina yoyote ile au kitabu cha my brother hapa anaitwa Dr George Adrian, kinaitwa Why Not Today, kwa nini sio leo. So vitabu viko vingi sana ambavyo ukiamua kama una passion ya kusoma tu magazeti na udaku na umbea, ukiamua kwamba okay, hii passion ya kusoma, hebu ache niamishie kwenye kitu bora zaidi. Tafadhali njoo kwenye Success Path Network, nifuate kwenye Instagram, check channel zangu mara nyingi. na recommend vitabu vingi sana. Kama hujui, nitumie ujumbe kwenye WhatsApp, andika tu neno vitabu, nitumie kwenye WhatsApp, kituma tu hivyo, utapata list ya vitabu na vinakufikiaje. Sawa, vitu vingi sana kwa hiyo, tunza muda wako, kwa sababu muda ni rasilimali kubwa sana. Na jambo la nne, uh, ni kusoma ujumbe usiokuwa wa muhimu. Mara ngapi tunaweza kuwa, wa kuwa labda watu wanatuweka wana, wana kwenye magrup alafu wanashea jumbe mbalimbali ambazo tuzaovyo na unajua kabisa yani ile group wa, umni upuzi mwanzo mwenga, lakini wewe unaingia kwenye hilo group au kuna mtu fulani unajua, huwa hamna kitu cha muhimu anachoshare na wewe, anakutumia tayari na wewe unaanza kupokea, basi unaenda. Kwa hiyo inakuwa hivyo, kwa hiyo hilo jambo la nne. Jambo la tano ambalo linaweza kukupotezea muda ni kutafuta vitu ambavyo wewe hauvihitaji kwenye maisha yako, yani una, unatafuta kwa mfano sasa, kwa kutafuta kwa sasa hivi ni taarifa, labda kwenye mitandao ya kijamii, ile utumiaji wa mitandao ya kijamii. Lakini labda unajua, umeingia labda tse kwenye mtandao au kwenye website kama Google kwa mfano, unakuwa unafanya kazi, unatafuta kitu fulani, unaona kwa ningeingia Google kucheck one time hii taarifa, unaingia Google Google inakuletea taarifa ile unayoitafuta alafu labda inatokea matangazo mengine na promote sijui nini au umeingia YouTube. matangazo video zingine zimekuwa suggested huku wewe, unazama moja kwa moja kwenye hizo video unaanza oh, okay, kumbe huyu jamaa akatoa wimbo mpya huyu sijui kafanyaje eh, huyu naye sijui kafanyaje huyu kaachwa na huyu huyu sijui kafanyaje ni nini unaingia pale unaanza kucheki mwisho wa siku muda wako unakuwa unapotea sana kwa sababu unatafuta vitu ambavyo wewe hauvihitaji umeacha kile ulichokihitaji utakuja kukurupuka bando limeisha au masaa mawili yameisha, au umekuja kuambiwa bwana, ile kazi ulikuwa unafanya inatakiwa sasa, unabidi uanze kwenda kukimbizana haraka haraka. So kuwa makini sana na hilo pia. Na jambo la sita, ambalo ni muhimu sana kuhakikisha unazingatia ili usiweze kupoteza muda wako, au ni jambo ambalo linaweza likakupotezea muda bila wewe kujua, ni jambo la kutojipanga vizuri. Unaweza ukaona kama kwa mfano, let's say kwenye chumba chako vitu viko ovyo ovyo, yani ukiingia unarusha tushati kule, funguo ya gari huko, sijui viatu kule, nini. asubuhi kile kitendo umeshaoga sasa, umeshajiandaa unataka kutoka, unaanza kuitafuta simu yako. Lakini simu mara nyingi watu wanakuwa nayo kwa sababu analala nayo, iko hapa. Sasa wengine hata anaoga nayo, anafunga kwenye taulo hapa. Lakini vitu kama labda ufunguo kwa mfano, umeitupia tu sehemu ambayo yoyote asubuhi unaanza kuitafuta unachukua hata dakika kumi mpaka kumi na tano kutafuta tu ufunuo, huku hivi nimeiweka wapi? Unatafuta kwenye nguo, mifuko, haipo. Kwenye kabati hapa jua ipo. Kule sijui kwenye nini haipo. Kwenye dro haipo. Huku hivi funguo nitakuwa nimeiweka wapi? Anza kufungua. Sogeza mavitu. Dakika kumi na tano mpaka ishirini. Sometimes unazikapotea unatafuta kitu. Au unatafuta soksi, au unatafuta kiatu kimoja na kwenye chumba chako mwenyewe inatokea. Watu wanajua hivi vitu vinatokea. Sawa, so. Kwa hiyo ukiwa na mpango mzuri kwamba unajua viatu vyangu vinakaa pale, soksi zinakaa pale, ufunguo unakaa pale, ina maana hautapoteza muda. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ukiwa na mpango mzuri wa vitu vyako, vitu vyako vitakuwa vipo well organized. Kwa hiyo hautapoteza muda kwa sababu utakuwa unajua nini kipo wapi, socks ziko wapi, funguo iko wapi, kitabu fulani kipo wapi, nini kipo. Yaani kila kitu kipo kwenye eneo lake, sawa. Itakusaidia muda sana kuokoa muda mwingi sana. Nah, jambo la saba ambalo linaweza kukufanya ukapoteza muda bila kujua ni kufanya kazi zisizo muhimu. Yaani kuna muda unajikuta tu unafanya tu kazi fulani, unajua hasa hii kazi sio muhimu. Na sijua kuna nini. Muda mwingine yaani una, unajua kabisa kwamba kazi fulani ni muhimu na inasubiriwa, lakini ukuta ile kazi huigusi, au kifungua inakuchosha, unaangalia tu ah, unaona, lakini hebu ngoja kwanza nifanye hapa kadude yes, kadogo tu ngoja nifanye kadude. Unaanza kufanya kaka kadude au ngoja nifanye kitu fulani yani, lakini unajua sasa hiki unachofanya hakina umuhimu wote. Nataka nikupe siri unaweza kufanya nini kuondokana na tabia kama hii. Hii ni tabia ambayo ipo inawasumbua watu wengi sana. Mimi mwenyewe iliwahi kuwa tatizo kubwa sana kwangu kipindi cha nyuma kwamba nina kazi za kufanya, lakini unaweza kunikuta nafanya kazi nyingine tu ambayo haihusiani kabisa na kazi zangu hizo, afu hii inayofanya haina umuhimu wote, lakini hizo ndo zenye umuhimu. Unakuta hata ni za wateja na zimelipiwa, lakini nachagua kufanya kitu kingine. Kabla hujafanya kitu chochote kile, jiulize hivi kwamba hiki ninachofanya kinanisogeza kiasi gani katika mafanikio yangu, au kinanisogeza kiasi gani katika ndoto yangu, au kinanisogeza kiasi gani katika kukamilisha kazi zangu za leo ukishagusa ukisha kitu tu ukajiuliza ulo swali utaona okay, no. Funga weka pembeni, chukua kile kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. Brian Tracy aliwahi kuandika kitabu kinaitwa Eat That Frog, ilikuwa kinaelezea fomula ambayo unatakiwa kufanya asubuhi na mapema, kufanya ile kazi ngumu zaidi katika siku. kwamba na utajuaje kazi ngumu na maana hii ni kwa wale watu ambao wanakuwa na listi ya vitu ambavyo wanatakiwa kufanya usiku kabla hujalala. <coughs> Orodhesha ile uh, oro, weka orodha yako ya vitu ambavyo unataka kufanya kesho. Unapoamka asubuhi kile kitu kigumu zaidi kikubwa zaidi, ndio kiweke namba moja cha kwanza, kwa sababu pale ndio una energy kabisa asubuhi. Eat that frog first, kwa ni kama ni breakfast ina mayai sijui na sausages sijui na vitu gani keki. Afu kuna chura pia yuko pale amekaangwa, basi anza na hiyo chura kwanza. So, eat the frog first, kile kigumu kwanza, virahisi rahisi baadaye. So, na jambo la nane ambalo linaweza likakupotezea muda wako bila wewe kujua ni kukaa bila kufanya kitu chochote, yani ile hali ya kukaa, labda una kazi zipo, lakini unaamua unakaa tu, sijui unajisikia vibaya, unaamua kukaa tu, unakaa tu, lakini huu muda unapotea kwa sababu huenda huu muda ungeweza kufanya kitu fulani alafu ukatenga muda wako mzuri zaidi wa kupumzika. Kwa lakini kuna wale watu ambao tangu wa ameamka asubuhi unamwona yeye analalala tu. Haumwi wala nini? Lakini analala tu anakaa kwenye TV anakaa. Lakini kazi anayo. Kazi haziendi. Hata kuna baadhi ya kina dada wapo hivyo anaamka yenu mkuta amelala tukakaa tukashika remote na kikombe chake cha chai anaangalia muda wote. Dada hauna kazi, kazi zipo. Ukienda kwenye jiko kule e, ile dishi imejaa vyombo kibao viko pale vichafu, vijaoshwa nguo hajafu. Yaani kuna vitu vitu vingi. Wapo watu wa aina hiyo sawa. Lakini angefanya kazi yake vizuri, angepata muda wa kupumzika. Na jambo la mwisho ambao ni la tisa, nilokuandalia leo hii kwamba inaweza likakupotezea muda zaidi, na linakonekti na hili lililopita, kwa maana kwamba nimesema unaweza ukapata muda wa kupumzika. Sasa hii ni kufanya vitu vingine katika muda ambao wewe unahitaji kupumzika. Kumbuka kupumzika ni muhimu sana, na inatakiwa sasa kutenga muda wa kupumzika ili uweze kuwa mfanisi katika kile unachofanya, au uweze kufanya kazi zako kwa ufanisi. Sasa mtu mwingine ni kwamba anafanya labda kazi then anajua ana nusu saa ya kupumzika, lakini hii nusu saa ya kupumzika anakamata simu yake, anaenda, anajichosha, anakaa, anaanza kutafuta mavitu. Mwisho wake ile kukaa tu hivi shingo yenyewe imechoka. Nusu saa inaisha, anasikia kurudi kwenye deski kwenda kuendelea. Kwa hiyo unakuta hajapumzika chochote, kwa hata hii kazi ambayo ataenda kufanya sasa ataifanya, yaani kizembe kilevi, kwa sababu amechoka, yaani na huenda isitimie isikamilike na au akikamilisha katika sio kiwango ambacho kilikuwa kinatarajiwa sawasawa, sawa. Kwa hiyo kitendo cha kujiweka bize katika muda ambao unatakiwa kupumzika, pia inapoteza muda wako au inakula muda wako bila wewe kujua. Katika mambo haya tisa ambayo nimeongea, lipi ambalo wewe unajua, aha, hilo mimi bwana linanipotezea muda? Kuwa mwazi, niandikia hapo chini bwana, kiukweli hili mimi ungezea, lina, linakula muda wangu bila mimi kujua, na nimegundua leo kwa hiyo najipanga na kubadilika, nalifanyia kazi. Na pia kama yapo mengine ambao unajua yanapoteza muda, tafadhali niandikia hapo chini kwenye comment section. Mimi na watu wengine tutajifunza zaidi na nita reply. Okay, mimi ni Esden Jumanne, hii ni Success Path Network. Each one teach one. Bye bye.